Naam, karibu tena tuendelee kufahamishana yale ambayo yameendelea kutendi katika mitandao mbalimbali ya kijamii na haya ndiyo maisha ya sasa ambayo Paula anaishi pamoja na Marioo. Baada tu ya kuweza kubadili dini na kuwa muislamu e, kwa ajili ya kujiandaa kufunga ndoa na Mario. Niliwajuza kwamba ndoa ya Paula pamoja na Mario kabla ya mwezi wa saba watakuwa wameweza kufunga ndoa. Hizo ni tetesi ambazo e, ziliweza kusemekana kwamba Mario pamoja na Paula wanatarajia kuweza kufunga ndoa kabla ya mwaka huu kuweza kuisha. Sasa hapa Mario siku ya jana aliweza e, kuwataka mashabiki kumchagulia jina zuri mke wake huyo kipenzi pa Paula jina la Kiislamu baada tu ya kuweza kubadili dini e, Paula kuwa Muislamu. Sasa Maria aliomba mashabiki pamoja na watu mbalimbali waweze kumchagulia jina zuri kabisa ambalo litakalompendeza mke wake huyo mtarajiwa, mama Amara. Paula kuweza e, kupewa jina zuri kabisa la Kiislamu, jina la kike. Na hapa baba yake akawa ameweza e, kusema kwamba Paula apewe jina la pili ama Sheila, majina hayo ambayo babake huyo mzazi Pimfa Kimajani aliapendekeza, baada ya mume wake huyo na Paula ambaye ni Mario kuweza kuposti kwamba anahitaji jina zuri la mke wake huyo mtarajiwa eh, Paula. Baba Amara akaweza kupata ujumbe kutoka kwa baba mkwe wake huyo ambaye ni babake na Paula Pimfa Kimajani kwamba ataitwa Pili ambalo ni jina la mamake mkubwa na babake na Paula, eh, pia pamoja na jina la Sheila ambalo ni jina la bibi yake na Paula ambaye ni mamake mzazi na babake na Paula ambaye ni Pifa Kimajani. Hmm, hayo ndio majina mawili ambayo, eh, babake na Paula ameyapendekeza Pili ama Sheila, majina hayo ya Kiislamu ambayo e, Mario alikuwa kihitaji aweze kupata jina zuri ambalo litakalompendezesha mke wake huyo mtarajiwa, mama Amara, e, Paula katika kuelekea e, kufunga ndoa baada ya kuweza kubadili dini na kuwa Muislamu kufata dini ya Mario. Sasa Paula e, ataitwa Sheila ama Pili. Hayo ni majina mawili ambayo babake huyo Pifa Kimajani amependekeza, na sijui watachagua lipi, huenda Paula akachagua a Sheila, la bibi yake huyo, ambaye ni mama yake mzazi na baba yake na Paula, ambaye ni Pifa Kimajani, ama ataitwa Pili, jina la mama yake mkubwa na Pifa Kimajani, ambaye ni bibi yake mwingine huyo, bibi mkubwa. Basi hayo ndio majina ambayo baba mke wake na Marioo Pifa Kimajani ameyapendekeza kwa mwanae huyo Paula kuweza kuitoa majina hayo ya Kiislamu baada ya kuweza kubadili dini kuwa katika dini ya mume wake huyo, eh, Mario, kwa ajili ya maandalizi makubwa ya kuelekea katika kufunga ndoa, mm, na za ndani kabisa kwamba ndoa hii itafungwa kabla ya mwaka huu kuweza kuisha, yani mwezi wa saba. Hizo ni za ndani kabisa tetesi zilizopo, ndoa ya Paula pamoja na Mario itafungwa mwezi wa saba e, bwana asante sana. Haya ni machache ambayo tumeendelea kukujuza hapa Bongo Mpya Tv kuhusiana na habari kubwa za mastaa ambazo zimeendelea kutrendi katika mitandao mbalimbali ya mbali kijamii. Rasmi Paula amepewa majina mawili kati ya pili ama Sheila, achague moja kwa ajili ya kuweza kupewa katika eh, kuitwa baada ya kubadili dini ya kuwa Mwislamu kufuata dini ya mume wake huyo Mario. Asante sana, tukutane tena wakati mwingine kwa habari na matukio motomoto moto.